Mtazamaji, um, mwenyekiti wa kampuni ya Royal Media Services Daktari S.K. Macharia amemuomboleza Raila Odinga akimtaja kuwa mtu muhimu sana katika maisha yake. Kwenye ujumbe wake, Daktari SK Macharia ambaye alikuwa rafiki wakaribu, wa karibu wa marehemu Raila Odinga amesema hakuwa tu ndugu na rafiki bali kiungo muhimu cha maisha yake. Mwenyekiti huyo wa Royal Media Services amesema uh, alimjali sana Odinga ambaye malengo yake ya uongozi yaliambatana na imani yake. Aidha, Daktari SK Macharia amesema familia yake imepoteza mmoja wao, kama anavyoarifu mwanahabari wetu Gatete Njoroge kufuatia taarifa za kufariki kwa Raila Odinga alipokuwa akipokea matibabu India, mwenyekiti wa Royal Media Services Daktari SK Macharia aliyekuwa rafiki wa karibu wa Odinga ametuma rambirambi zake. Kwenye ujumbe wake ni kinukuu, maneno hayawezi kuelezea namna ninavyohisi kufuatia matukio ya leo ambayo yamenitikisa. Raila Odinga alikuwa si ndugu tu na rafiki, bali kiungo muhimu cha maisha yangu nilimjali sana Odinga na kama kiongozi, nguzo zake ziliambatana na imani yangu. Familia yangu imepoteza mmoja wetu, rafiki mkubwa na msiri. Anaendelea kusema taifa limempoteza kiongozi tajika na mzalendo aliyeishi maisha ya kujitolea, ikikumbukwa alitoka jela na kutoroka humu nchini kabla ya kurejea na kufungwa kisha barabarani ambako macho yake na mwili wake uliumizwa. Raila Odinga alijitolea kwa taifa la Kenya. Daktari SK Macharia anasema Wakenya wanapaswa kumshukuru Odinga kwa katiba ya sasa, ugatuzi, uhuru wa idara ya mahakama. Ameongeza na kuomba nafsi yake kuendelea kutoa mwongozo katika juhudi za kupatikana kwa uongozi bora, uwajibikaji na uwazi. Daktari S.K. Macharia anasema bila uwepo wa Raila Odinga, Kenya haitakuwa kama vile ilivyokuwa. Mwenyekiti wa Royal Media Services amemalizia kwa kutoa himizo kwa Mama Aida Odinga, wanawe na Wakenya kuendelea na safari kama alivyotaka Odinga na kusema hili ni pigo kwa taifa zima. Kuonyesha urafiki wao wa karibu, siku mbili zilizopita, Daktari S.K. Macharia alikuwa miongoni mwa viongozi waliofika Siaya kwa hafla ya kuwapiga jeki vijana iliyoongozwa na seneta wa Siaya Oburu Odinga. Akiwa rafiki mkubwa wa Odinga, hakuficha urafiki huo hata ilipofika nyakati za kisiasa alijitokeza wazi na kumpigia upatu rafikie Raila has lived a life of self, selfless struggle for a better Kenya Raila is a true son of his father he has always championed greater causes than self he fought for multipartism and paid the price by spending eight years ni urafiki ambao Daktari SK Macharia aliwakumbusha wote kila mara. Ulianza na babake Odinga, marehemu Jaramogi Oginga Odinga. Gatete Njoroge, Runinga ya Citizen.